wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru Mwokozi Yesu Kristo kwa ajili ya dhabiu ya siku ya leo ambayo imekuwa njema kwetu. Umetupa zawadi ya siku ya leo, umetuongezea siku Bwana ya kuendelea kukutumikia na kuishi katika dunia hii. Asante na kushukuru sana kwa nafasi na fursa ya pekee, Baba Mungu wetu mwema. Ninakualika, ninakuita mahali hapa asubuhi hii Baba Mungu, naomba ushuke, naomba uwe nasi katika kipindi cha neno la Mungu ambacho Bwana nyelo hili linafanyika kuwa msaada, linafanyika kuwa nguzo, linafanyika kuwa baraka kwa msikilizaji. Naomba kila mwenye mwili aweze kusikia na apate jambo la kumsaidia katika maisha yake yote ambayo Mungu umempa neema ya kuishi ni katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru nasema amen. Sasa, wasikilizaji wangu na watazamaji ambao mnafuatia kipindi hiki kupitia Facebook Live, somo letu la leo ni somo ambalo nitakuwa nahitimisha ujumbe uliotangulia ambao nimeanza nao wiki iliyopita, juma ambalo limepita, nimeanza na ujumbe huo leo hii na ukamilisha alafu, ikimpendeza Bwana Mungu wetu mwema e, wiki ijayo akitupa neema ya kuwa hapa tutajifunza ujumbe mwingine mpya. Neno la Mungu wezi kumaliza kujifunza, wezi kumaliza, wezi, kwa sababu neno la Mungu limesheheni limejaa, vitu vingi mno, vyote ni baraka, vyote vina nguvu, kwa hiyo huwezi kumaliza hata Yesu wa Kristo anaporudi mpaka Bwana atakaporudi. E, kwa hiyo tuna nafasi ya kuendelea kujifunza, wala hatuna mahali popote pakuharakishia. Kikubwa ni kutulia na kujifunza neno la Mungu huku tukimgoja Bwana wetu Yesu Kristo kurejea mawinguni. Sasa wapendwa wote, wiki iliyopita nilifundisha somo lenye kichwa kinachosema ubatizo wa maji mengi ni muhimu sana somo hili ubatizo wa maji mengi kuna batizo za aina mbalimbali lakini mi nimefundisha ubatizo wa maji mengi ambao huo ki Biblia, ki Biblia. Nombao, eh, ni ubatizo sahihi kibiblia kibiblia ndo mbao nimefundisha nazidi kuweka msisitizo hapo eh, kuhusu somo hili ili kila mtu aweze kusikia kila mtu aweze kusikia kwa sababu Eh, ni msingi wa wokovu ubatizo. Eh, ndio agano linalokamilisha na kuthibitisha wokovu wa mtu, wokovu wa mtu. Kwa hiyo ni kitu cha msingi kukijua, na ni swala la mtu kulifanyia maandalizi, ni swala la mtu kulifanyia maandalizi, ndiyo mtu kulifanyia maandalizi kwanza, ehe, kujifunza na kuelewa, alafu kufanya maamuzi bila kuchelewa, bila kukawia. Ubatizo ni wa muhimu kuliko ulivyodhani kuliko utakavyodhani kuliko unavyodhani, ubatizo ni muhimu. Sasa somo hili ni kwa wale wote muhimu kweli kweli, muhimu kweli kweli, kwa wale wote ambao hawajabatizwa, lakini wako makanisani wako makanisani. Upo kanisani kwako, kwa ujabatiza hujabatizwa, una mchungaji mzuri anakuchunga tayari. Uliongozwa sala ya toba, ukamwamini Yesu Kristo. Sasa imepakia kipengele cha ubatizo, ambapo hapo sasa itakuwa rahisi. Inamaana mimi mtumishi wa Mungu hapa katika Roho Mtakatifu nimefundisha kitu ambacho pia mchungaji wako anaweza kuja kukufundisha tena. Kwa hiyo utapata double portion, au utapata faida mara mbili, kwamba ulisikia kipindi hile redioni, baadaye kawa ya kubatiza mchungaji wako ukajifunza tena somo hili, na baada ya hapo, unaweza ukapata hamasa ya kumwomba baba yako anaye kuchunga kiroho. Ehe, ukawambia, baba, natamani kubatizwa, nimesikia somo hili kume na msingi, nami nimeokoka kanisani na miaka mitatu na miaka minne na miaka kumi mwingine na, na mwaka mmoja, mwingine na, mwaka mmoja mwingine na miezi sita, vyovyote vile kulingana na muda wake ambao umekaa toka ameamini toka ameokoka. Sasa unatamani utimize agano ulitimize haki yote, ndio namweleza baba yako kwa unyekevu kabisa kabisa, naye atalichukua alafu atalitendea kazi. Ehe, na baada hapo utapata nafasi nzuri ya kupata huu ubatizo. Kwa hiyo ni somo la muhimu na kwa wale ambao alishabatizwa ndio atazidi sasa pale kujiingiza katika kina cha kujua kwamba walilolitenda siku hili halikuwa swala la maigizo, haikuwa kwenda kuzama tu kwenye maji na kutoka. Kama ni hivyo, watu tu wao wanaogelea. Sasa kama watu wanapiga mbizi na kuogelea, ehe, ehe, hii ni tofauti sasa. Lazima ieleweke, lazima ni watu waelewe kwamba haikuwa jambo la kwenda kupiga mbizi, haikuwa jambo la kwenda kuzama tu na kutoka kujifurahisha. Hapana, kama ni hivyo mtu angeweza kuamua Akafanya vyote vile, lakini ni ibada kamili, ni agizo la msingi ambalo lina maana kubwa sana katika ufalme wa Mungu na katika ulimwengu wa roho na katika kulitimiza kusudi kula uokovu wetu katika dunia. Kwa yule ambaye aliwahi kubatizwa hapo kabla, hapo nyuma, ataelewa sasa kwamba kumbe kitu alichokifanya siku zile akikuwa maigizo, haikuwa, haikuwa maigizo au haikuwa jambo la kujionyesha ha -ha, haikuwa maigizo He -he. Ilikuwa ni tendo kubwa lenye maana kubwa kiroho. Kwa hiyo mtu aliyebatizwa atajua kwamba okay, sasa nina wajibu wa kusimama katika zami yangu, nina wajibu wa kusimama katika nafasi yangu kama mwamini, kama mtu niyokoka na sasa iko hivyo, iko hivyo. Na wale ambao sasa watatamani kujiingiza hapo, baada ya kusikia uzuri na na, na, na, na, na, na, na nguvu ile ya ubatizo ilivyo, watatamani kusema sasa hatuna budi kufanyaje? Hatuna budi kuokoka, hatuna budi kuokoka, tumpate Yesu Kristo ili kwamba nasi tuingie katika, e, tuweze kupata, tuweze kupata ubatizo. Huu ni jambo kubwa sana muhimu ambalo eh, he, kila mwanadamu hana budi kulitafakari unapoishi katika dunia. Muhimu sana kulitafakari ile jambo hilo muhimu kwelikweli kuliko unavyodhania. Kuna mambo mengine wapendwa wote, tunayaacha hatuyapi msisitizo tunayachukulia kawaida, lakini kimsingi tungelijua tungeyafanyia kazi bila kuchelewa, tungeyafanyia kazi bila kuchelewa. Nitakupa mfano mmoja kabla sitaendelea mbele kwenye somo hili la leo, kwenye kipengele ambacho nitakuja kukifatia, lakini nitakuonyesha kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Ehe, Matendo ya Mitume ehe, sura ile ya nane. Fungua Biblia yako hapo ulipo, Matendo ya Mitume sura ya nane, e, ndiyo mstari wa ishirini na sita Nitasoma kwa spidi na kwa haraka, nisikilize, nikuonyeshe, na utagundua kwamba kuna umuhimu sasa wa mtu kufikia maamuzi ya kufikia ubatizo. Kuna vitu vya kuvizika vya kale, kuna vitu lazima tuvizike. Kuna mila lazima zizikwe, kuna tabia lazima zizikwe, kuna desturi lazima zizikwe, kuna kanuni, kuna tabia ya dunia lazima izikwe, kuna mifumo lazima izikwe. Kuna vitu vya kuvizika hiyo siku ya ubatizo, unapobatizwa alafu unapokuja kuzinduliwa katika maji unapokuja kuibuliwa, unapotoka, unatoka ukiwa mpya kabisa, mpya kabisa kabisa. Of course, yes, mwilini utaonekana kawaida, utabadilika mwilini, lakini kwa sababu ya kuangalia sura yako itakuwa vilevile, isipokuwa utakuwa rohoni kwako umekuwa kiumbe kipya kabisa kwa tofauti, alafu sasa hata mwilini utaanza kuonekana na utendaji wako kwamba umekuwa wa tofauti kabisa. Utakuwa waziwazi kwamba umebadilishwa, umegeuzwa. Tizama kwa umakini, tizama kwa umakini. Matendo Mitume nane, kwanzia mstari wa ishirini na sita ninapokusomea katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini, hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Malaika sasa amemtokea, anamwambia Filipo, naye akaondoka akaenda. Mara akamwona mtu wa Kushi, toashi mwenye mamlaka chini ya Kandake malkia wa Kushi. Filipo anamwona toashi, mtu mwenye mamlaka akisimama, ehe, aliyesimamia hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu akawa akirudi nyumbani akiwa ameketi garini mwake akisoma kitabu cha nabii Isaya. Sasa towashi huyu ametoka kuabudu kama kawaida, anarudi nyumbani kwake na alipo